Kuna watu walikuja kongamano hili, iliwachukua siku nne kufika, kwa sababu sehemu walipotoka ni sehemu ile kwa mbali. Wametoka Burundi, wametoka Burundi na wakapitia mateso na tabu nyingi kufika huku. Tukaonelea kama risala Kenya tuwakirimu kwa juhudi zao na kwa muhanga waliojitolea walio, walio, walio na, namwomba Allah subhanahu wa taala ajalie katika mizani ya hasanati yao. Ndugu zetu wa Burundi waje mbele. Abdi John TV, karibu. Alhamdulillah Sheikh, naomba ujitambulishe na umetoka wapi watu wajue. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu. Sina mengi ya kuzungumza kwa kuwa Sheikh kashaya zungumza. Tunatokea Burundi. Kwa majina naitwa mauzo, natokea ndani ya TV ya Abdi John TV. Kwa majina naitwa Ndihokubgayo Akbar, kutokea nchini Burundi. Kwa majina naitwa Ndihokubgayo Akbar. Eh, kadhalika mimi ni mtangazaji katika TV ya Anusra TV, Abdijon TV. Kwa hiyo tuko hapa katika kuzagaza dawa. Shukran jazila jaziaawachaa. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Kwa majina naitwa Kudra Shabani ni kutokea nchini Burundi nikiwakilisha Alamnu TV na Amigo TV Nilipoenda Burundi nilijifundisha kusema amakuru yenye murakome ndawakura kubera Allah, hiyo ni Kirundi. Sheikh Nurdin tafadhali. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabarakatu, Sheikh Jamal ameenda Burundi mwaka huu lakini mimi nimemtangulia miaka kumi na tano lakini amenipiga bao kajifunza kuongea Kirundi, ila mimi nilikuwa naenda kuwafundisha Kiswahili kwa ina. Mimi nikienda siku nyingine nitajifunza Kirundi kuanzia sasa. Watu wa Burundi, bwana, ni watu wazuri sana. Katika East Africa sijaona watu wana mapenzi ya dhati kwa mashehe na kwa da'wa kama watu wa Burundi. Kitendo cha kusafiri mia, masiku manne kwa ajili ya da'wa na kongamano mimi na challenge Afrika Mashariki wote East Africa yote. Nani anaweza kusafiri siku nne kwa ajili ya kufuata kongamano ya dawa? Wengine mko hapa pa Nakuru kuja mtaki, wengine mko Nairobi kuja mtaki. Kile wenzenu wamekata masafa, wamepanda milima, wameshuka mabonde. Mashallah, tabarakallah, na wanastahiki kupewa tuzo leo na taasisi ya Risala. Mimi nawapongeza kwa niaba yao na kwa niaba ya Warundi wote. Eh, hakika arisala mmefikiria jambo jema. Hii ni kama appreciation kuwapa certificate, watakumbuka wenyewe eh, kwa yale walio wa ya, yafanya kujitolea kwao katika dawa. Kwa hiyo Sheikh Jamal, mmefanya eh, jambo jema na nakupongeza wewe na napongeza na risala kwa ujumla. Baada ya kusema hayo sasa Wape zawadi hiyo uh, ningeita mashekhe watatu awatambue, wa uh, wapatie zawadi mwanzo, Shekh Subir Bizimana aje hapa juu kutoka Burundi, awatukuze Shekh Abu Hamza, Shekh Abu Hamza na Shekh Muhammadin. Sasa tuna mashekhe kutoka Kenya Tanzania na Shekh Abu Hamza kwa hivyo mtu wa kwanza takampatia zawadi ni Mavungo Juma Nakarutimana Fisto, Nakarutimana Fisto tena. Haya majina mnajua kwamba yana maana, hii neno Nakarutimana maana yake hakuna kinachomshinda Allah, ndio maana ya haya majina. Usisikitu ni jina tu limekuja jina a a Nakarutimana maana yake hakuna kinachomshinda Allah Naam. Na mwingine anafata ni itangishaka Islam itangishaka Islam mashaallah <laughs> anafata ni vya Mungu Shabani anaumwa Allah mweke shifa inshaallah aje mmoja apokee kwa niaba ya vya Mungu Shabani